Lakini hongera kwa kuonesha kiwango kizuri. Nini hasa ilikuwa changamoto? Mmecreate nafasi nyingi, mmeshindwa kuzitumia. Kwanza awali ya yote salamu aleikum kwanza, e, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imekwisha salama na tumepoteza. Kupoteza ni sehemu ya mpira, sio kwa tumepoteza, lakini kwa nini tulipoteza? Mimi kama mwalimu na technical bench yangu tumeona nishasema toka awali kabisa kwamba tunacheza na timu ambayo ina wachezaji wenye ubora. Sasa mchezaji ambao wana viwango vizuri mkifanya makosa ya kurudia watawaadhibu. Kwa hiyo vijana wangu wamefanya makosa ya kurudia kwenye eneo ne, la defense line. Tume tumeadhibiwa. Kwa hiyo nakubali yale lakini mwisho ya yote hili limesha kwisha. Eh, tunaenda kujipanga kuhakikisha kwamba haya mapungufu yote ambayo yajitokea katika mchezo wa leo tunaenda kuyafanyia kazi kuhakikisha kwamba si wakati mwingine ambapo cheza timu yenye wachezaji bora kama haya basi makosa kama hayo asijirudie ili tuogope kuadhibiwa. Kocha Juma. Naam. E, kutoka kwa Makambo ili kupunguza nini kiufundi katika mpango kazi wako? E, ni kweli Makambo ni kati ya stoke yangu nilikuwa nawategemea, lakini amepata tatizo ndani ya dakika tano kumi. Kwa hiyo, utaona kabisa ile game plan yangu yote ilichafuka, kwa hiyo ikabidi tubadilishe tena, lakini yote kwa yote ni kwamba na wachezaji wengine ambao wamekuja wakacheza wakafanya vizuri mpaka dakika 90, lakini nikubali kabisa, niwapongeze Simba wamecheza vizuri, wametumia nafasi ambazo sisi kwa defense yangu walifanya makosa, makosa ya kurudia, na kwa ubora wachezaji wao wakatuhukumu. Kwa hiyo nalikubali hilo. Umeonaje? Lakini pia umeridhika na performance ya vijana kii? Eh, sio mbaya, the way tulivyotoka na timu tulicheza nayo. Na, mimi naamini kabisa katika kile ambacho tunafundishana ambacho, ambacho, kuna vitu ambavyo nimeviona mimi na technical bench yangu tutaenda kuifanyia kazi katika viwanja vya mazoezi kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika michezo ijayo. Ndio lengo letu, ndio lengo letu. Siku zote timu yoyote ili enye mashindano lazima na malengo yenu. Malengo yetu ni kufanya vizuri na kushika nafasi nzuri za juu katika ligi hii. Kwa hiyo leo ni mechi yetu ya tatu, katika mechi tatu, mechi tatu maana kwamba ni point tisa, point tisa tuna point nne. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tumeteleza. Kwa hiyo tuna tuna tuna... hili la kufika kwenye nafasi ya nne, ya tatu, kwenye ligi, kwenye timu hizi. Kwa sababu timu yoyote ile unapokwenda, unapoingia, unapo, unapo kwenye mashindano au una malengo yako. Na malengo yetu sisi ni kufanya vizuri kwenye ligi ili kupata nafasi iliyo nzuri zaidi. Hilo, hilo halipingiki. Mtu yeyote kwenye ligi lazima ingie kushindana. Hakuna kutembea huko. Kwa hiyo tumejipanga kuja kushindana. Haya matokeo ya leo ni sehemu ya mchezo, twenda kujipanga jinsi gani ya kufanya vizuri katika mchezo ijayo, hmm. Tumeridhika. Asante, asante.